Mheshimiwa Jaji Mkuu, majaji na mahakimu, tutakubaliana nami kwamba hakuna taifa linaloweza kuwa na maendeleo endelevu na ustawi wa watu wake bila usimamizi mzuri wa haki. Uwepo wa mahakama huru yenye uwezo na uadilifu ni nguzo muhimu ya utawala bora na ni msingi wa upatikanaji wa haki. Serikali itaendelea kuulinda na kuuheshimu uhuru huu wa mahakama, ila nitoe rai kwenu Mheshimiwa jaji mkuu, waheshimiwa majaji na waheshimiwa mahakimu kuwa uhuru huu hauna budi kwenda sambamba na uwajibikaji, uadilifu, nidhamu, utii wa sheria na uzalendo kwa taifa lenu. Lazima hayo yaendane na uhuru wa mahakama. Watanzania wana matumaini makubwa sana na ninyi na wangependa kuona mahakama inayosimamia haki kwa uwazi na kwa kuzingatia misingi ya kikatiba, sheria, lakini vile vile utu. Huko mahabusu, huko kuna mtu anafungwa kwa kesi ya kubambikiwa tu. Sasa engineering gani imepita mahakamani mpaka mtu akaenda jela kwa kesi ya kubambikiwa, akitoka na sasa, mimi sikuwa na kesi, nilibambikiwa tu lakini nimekaa nimetoka. Sasa wewe uliyepeleka ukamnyima mtu uhuru wake, ukenda ukamfanya afungiwe kule, jipime, una jukumu gani katika hilo?